Mchuuzi aliyepigwa risasi na polisi katikati ya jiji Boniface Mwangi Kariuki ameaga dunia. Kijana huyo wa miaka 22 amekuwa katika chumba cha wagonjwa mahututi katika hospitali ya Kenyatta kwa takriban majuma mawili. Madaktari hapo jana walikuwa wameiambia familia kuwa ubongo wa Kariuki ulikuwa haufanyi kazi kabisa. Emily Chebet anatuarifu zaidi. Ni huzuni na majonzi kwa familia ya Boniface Mwangi Kariuki, kijana ambaye maisha yake yalibadilika kabisa wiki mbili zilizopita wakati wa maandamano jijini Nairobi. Hii leo Boniface ameaga dunia. Hakuwa na ubaya na mtu yeyote, hakuwa na tusi mtu atunataka haki ya Boni onekane. Kariuki alikuwa mchuuzi aliyekuwa anauza barakoa jijini wakati maandamano yalipokuwa yakiendelea. Katika video ambayo imesambaa mitandaoni, afisa wa polisi anaonekana akimfyatulia risasi kichwani. Alipelekwa hospitalini na kufanyiwa upasuaji mara mbili. Sasa tuko na kazi gumu juu sasa kutoa huyo mtu wapo mtoto wapo, ni kazi gumu juu, kwa pesa hatuna. Tangu siku hiyo Boniface amekuwa kwenye mashine katika chumba cha wagonjwa mahututi. Hapo jana familia iliarifiwa kuwa ubongo wake haukuwa unafanya kazi, taarifa ya kufariki kwake zikitolewa rasmi alasiri ya leo. Tukiangalia hivyo, walikuwa wakijua tu Boni was normal lakini sijui kwa nini wangetwambia well well vizuri. Familia ya marehemu Boniface inaomba msaada wa kulipa bili ya hospitali mbali na maandalizi ya mazishi. Tumejua mmesimama na sisi. Sahi, msimame na sisi tu. Sababu hatuna jia, hatuna mwelekeo, tunashida ni wapi tuko confused. Confused, totally confused. Familia ya Boniface inadai haki itendeke na afisa aliyemuua mwanao kuchukuliwa hatua za kisheria. To the government of Kenya, hao watoto wote hata kama mnawaita jenzi ama nani, they have their rights. Kwa hivyo kama uko na mtoto kwako na unamsikiza hata akiwa long hauri unamsikiza, hata hao watoto wasikizeni. Emily Chebet Runinga ya Citizen.